Ziara ya kuangalia uh, maandalizi ya, ya u, uwashwaji wa mbio za mwenge au uanzishaji wa mbio za mwenge ambao kitaifa wanakuja kufanyika Kibaha, mkoa wa Pwani, na nimefarijika sana kuona maandalizi yanavyokwenda vizuri. Tumeona mazingira yote ya eneo ambalo utawashiwa mwenge wa uhuru e, na baada ya hapo tukaenda kuona vijana wanaofanya E, watakaoshiriki na alaiki kwa kweli, ni jambo moja kubwa na zuri sana, na mimi binafsi yangu kama kiongozi baada ya kupita katika maeneo hayo e, kwa kifupi ni kwamba nimeridhishwa sana. Tunapoambia kwamba wawe wazalendo, maana yake ni kwamba waliotangulia walihifadhi, walilinda na wakajitolea kufanya haya mambo, yanaonekana sahizi yanafanikiwa, yaweze kuwa ni kweli. Kwa hiyo tunaendelea kuwafundisha watoto, tunaendelea kuwaandaa watoto ili waweze kujua kwamba wasione vielea vimeundwa, na waundaji wenyewe ni Watanzania wenyewe. Mheshimiwa Waziri, ukarabati uwanja kwa sasa umeweza kufikia 75% ya utekelezaji. Kwa hiyo tulichagua uwanja wa pale shirika la elimu Kibaa na uwanja wenyewe unatakiwa uwe na mambo kadhaa. Kwanza lazima tuwe na pitch na uwanja wenye nyasi, inatakiwa tuwe na mzunguko runway, ambapo haina tope, lakini natakiwa tuwe na maeneo ya majukwaa, ambapo wananchi watakaa tuwe na maji ya kutosha, tuwe na vyoo vya kutosha, tuhakikishe kuna umeme, kuna mwanga unapatikana. Kwa hiyo kuna mambo ya kwanza yalikuwa ni kuweka mazingira ya maandalizi ya uwanja. Mmeona tunajenga pale, tunajenga majukwaa, tunatengesha mitaro ya, ya maji, sababu kipindi hiki ni kipindi cha mvua, na inawezekana siku hiyo mvua ikanyesha. Kama sanayo mvua imenyesha, na mmeona mvua imenyesha, lakini maji yameondoka. Kwa hiyo tuna, tuna kazi kubwa ambayo imefanyika pale na tumeshafikia asilimia sabini kwa upande wa uwanja tuna matarajio yetu, sisi tunafanya kazi usiku na mchana, matarajio yetu tarehe ishirini mwezi huu tutakabidhiwa <tune>